Mawaziri wa Ulaya wanatarajiwa kukutana leo kuishawishi Irani irudi kwenye meza ya mazungumzo. Mawaziri hao wa mambo ya nje watakutana na mwenzao wa Iran Abbas Araghchi mjini Geneva, Uswizi leo Ijumaa, kwa matumaini ya kupunguza mvutano kati ya Irani na Israeli. Uingereza, Ujerumani, Ufaransa, na mwanadiplomasia mkuu wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas, wanashiriki katika mazungumzo ya kwanza ya ana kwa ana kati ya Tehran na serikali za magharibi tangu Israeli iliposhambulia Iran wiki moja iliyopita. Hatua hii inafuatia tangazo la Rais Donald Trump kwamba ataahirisha uamuzi wowote wa, wa kuingilia kijeshi kwa nchi yake ya huko Iran kwa majuma mawili, huku akisema bado anataka kutoa nafasi ya mazungumzo. Hii ni TMC News Updates kimataifa. Mimi ni Jack Masawe. Endelea kutufuatilia kwa kusubscribe, kulike, kukomenti pamoja na kushare iliowa kwanza kupata taarifa zetu pindi tunapozipakia hewani.